niliingia hospitalini nikiwa mtu mwenye hofu lakini nilitoka nikiwa mwanamke aliyetikiswa na maneno ambayo sikuwahi kudhani ningeambiwa. Mume wangu alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu, tulizunguka hospitali nyingi. Majibu yalikuwa yale yale, tunaendelea kufuatilia, lakini hali yake iliendelea kudhoofika. Siku moja, rafiki alinipendekezea daktari mmoja maarufu, akasema yule dokta ana njia zake, anasaidia hata pale wengine wameshindwa. Nilishika hilo kama tumaini la mwisho. Nilipoingia kwenye chumba cha daktari, niliona mwanaume mwenye sauti tulivu, macho makali na tabasamu lisilosomwa kirahisi. Alinisikiliza kwa makini nilipomweleza hali ya mume wangu. Aliangalia vipimo, akatikisa kichwa polepole. Kisha akaniangalia moja kwa moja, akasema kwa sauti ya chini, bi, kuna mambo mengine hayaandikwi kwenye vipimo. Nilishtuka. Namaanisha nini daktari? Nikauliza. Alisimama, akafunga mlango wa chumba taratibu. Moyo wangu ukaanza kudunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Akanirudia akasema, kuna aina ya tiba inahitaji ushirikiano wa karibu sana wa familia. Nilimeza mate Sikuelewa. Kisha akasema maneno ambayo hadi leo yananirudia kichwani: wakati mwingine nishati ya mwanamke ina mchango mkubwa kuliko dawa. Nilihisi damu ikipanda usoni, nilitaka kusimama niondoke, lakini mawazo ya mume wangu akilala hospitalini akiteseka yalinifanya nikae. Unamaanisha nini hasa daktari? Niliuliza kwa sauti iliyokuwa inatetemeka. Akanikazia macho, kisha akasema taratibu, unahitaji kuonekana jiweka na kuwa karibu nami kwa namna fulani, ili nipate kufanya kila niwezalo kumsaidia mume wako. Nilikaa kimya, sekunde zikawa kama dakika. Nilihisi aibu, hasira, hofu na hatia, hatia ya kufikiria hata kwa sekunde moja kile alichokuwa anakidokeza. Akaniongeza, usinielewe vibaya Hakuna anayekulazimisha, lakini kumbuka huu unaweza kuwa msaada wa mwisho kwake. Nilitoka kwenye chumba kile nikiwa nimeshika begi langu kwa nguvu. Miguu ilikuwa mizito, moyo ulikuwa unaniuliza swali moja tu, ni nini, uko tayari kufanya kwa ajili ya mtu unayempenda? Nilipomwona mume wangu amelala kitandani, macho yake yakiwa yamejaa uchovu, nilijua maamuzi magumu yalikuwa mbele yangu na siku hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo wa siri niliyobeba kimya kimya. Mwisho wa sehemu ya kwanza. Tukutane sehemu yetu ya pili, na usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Tytan Films TZ. Asante.